Mambo, vipi, mi naitwa Asteria Mvungi na hii ni Ayo TV entertainment. Social media ama mitandao ya kijamii ina play part kubwa sana katika maisha ya wasanii. Ya wasanii wasanii kikazi, sio wasanii peke yao, lakini hata wa, raia wa kawaida. Social media inasaidia kuconnect watu, kufahamu nini kinaendelea duniani, lakini kwa wasanii part kubwa ni kwamba inakuwa ni platform ya kuwakutanisha ama kuwaunganisha mashabiki na wasanii, so yeah, wasanii wanakutana na mashabiki zao, kila mtu anaweza kujielezea jinsi gani ambavyo anamkubali msanii wake ama akakosoa ama akafanya chochote ili mradi tu kufikisha ujumbe kwa msanii husika. Lakini pia social media ina play part kubwa kwa upande wa wasanii, kwa sababu wanaweza kutangaza kazi zao, wanaweza kuelezea mashabiki zao nini kina happen kwenye maisha yao and all that. Kwa hiyo social media ina mchango mkubwa. Ayo TV ilikutana na mwigizaji kutoka bongo movie, mrembo Ireen Uwoya. Ayo TV kamauliza anazichukuliaje zile comments ambazo zinaandikwa kwenye mitandao yake ya kijamii. Mimi napenda sana watu wanaocomment vibaya kwa sababu wale ndio wanakuambia ukweli. Maybe wamekosa njia ya kukuambia kwa wao wanakuambia. Kwa hiyo huwezi kupaniki. Cha msingi unayachukua, tunafanya kazi. Nazipenda sana. Sana. Hata matusi. Fine, haina shida. Ni sehemu ya maisha. Yeah. Oho, pia tulimuuliza ni swali gani ambalo yeye hapendi kuulizwa. Sipendi kuulizwa kuhusu maisha yangu binafsi. Kwa sababu ananihusu mimi, ayemhusu mtu mwingine oh. Yeah, no, lakini yn sana privacy pia, yeah. Mi nazani wana vitu vingine vya kujifunza zaidi kuliko hivyo y, yeah. Kwa hiyo sizani kama personal issue zangu kwao itakuwa ni, ni msaada au itawasaidia no. Hii inabaki kuwa ni ya kwangu. Well, umemsikia Ireen Uwoya. Kwa story nyingine na kali kama hizi basi usiache kusubscribe katika YouTube channel yetu ambayo ni Millard Ayo. Instagram, Facebook, Twitter na Snapchat ni jina hilo hilo moja la Millard Ayo. Mimi naitwa Stereo Mvungu.